mtukufu wa cheo na daraja sayyidil mursalin na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi waalihi wasallam. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa tunatoa elimu na darasa mbalimbali mbali zinazohusiana na funga. Katika darasa hili iliyopita, tulizungumzia kipengele cha kwanza kabisa, fadhila za Ramadhani, lakini tukagusia masala ya nia. Leo naomba moja kwa moja twende katika mambo yanayofunguza saumu ambayo, katika lugha ya kifikihi, katika lugha ya kifikihi yameitwa muftirati saumu au almuftirat, mambo yanayofunguza saumu. Mambo haya yamehisabiwa kuwa ni mambo kumi na moja kwa yule ambaye ametenganisha kula na kunywa lakini yamehesabiwa mambo kumi kwa yule ambaye kula na kunywa amelifanya kuwa ni jambo moja. Mambo haya ukiyafanya mambo kumi haya, kama utayafanya mambo haya, yanafunguza swaumu ndugu zangu. Hatuko kwamba ni haramu au sio haramu, kuna mengine ni halali kabisa kwako, lakini ukiyafanya yanafunguza swaumu. Na mwenye kufunguza kufungua swaumu kwa maksudi bila dharura, anatenda tendo la haramu. Hukumu yake itakuja kufuata kadiri siku zinavyosogea. Tukianza jambo la kwanza na la pili, ni kula na kunywa. Kula na kunywa kwenye vitu gani? Kula na kunywa hata ikiwa ni kichache, kile ambacho unakila au kiwe kina ulichokila kinaliwa au kiwe hakiliwi. Kwa hivyo, kula na kunywa huwe umekula kiji chache yaani, umeonja tukijipunje au umekula sana. Kunywa nako huwe umekunywa kidogo au umekunywa sana. Chenye kuliwa, chenye kunywewa kiwe ni halali kuliwa au ni haramu kuliwa, kiwe chaliwa au hakiliwi. Kwa mfano, mtu akaamua abwie mchanga, tayari mtu huyo swaumu so yake imefunguka. Hili ni jambo la kwanza na la pili. Jambo la tatu ni tendo la ndoa. Tutatambua kwamba tendo la ndoa katika mazingira ya kawaida kabisa ni halali, halina mushkeli. Usiku wa Ramadhani, mchana wa nje ya Ramadhani, waweza ukafanya tendo hilo. Lakini ikitokea ukalifanya tendo hilo ukiwa na swaumu, basi swaumu hiyo itakuwa imebatilika. Tutakuja kueleza athari zinazokuja kufuatia yale mambo ambayo ukiyafanya Saumu so imebatilika, unatakiwa kuilipa pamoja na kafara, hiyo ni baadaye. Lakini ieleweke kwamba tendo la ndoa linabatilisha saumu so, na iwe aliyefanya au aliyefanywa, yaani wote wawili, ya saumu so yao imebatilika. Kwa hivyo mtu akiwa amefanya kisha akawa haja, m, a, mtu akawa amefanya kisha akawa hajakusudia kufanya tendo lile, kwa bahati au amesahau atakapokumbuka anatakiwa aache kwa haraka mno. Kwa hiyo tendo la ndoa ni katika vitu ambavyo vinabatilisha swaumu. Wakasema kwamba na makusudio ya tendo la ndoa yanayokusudiwa hapa ni iwe ni kwa kiwango kidogo sana, kwa namna ambayo imeitwa kuwa ni tendo la ndoa hata kwa kiwango kidogo sana, kiwango kidogo tu tayari awe amepatwa na ametokwa na, na manii au hakutokwa na manii. Tendo la ndoa ni katika vitu ambavyo vinakwenda kuibatilisha swaumu. Jambo la nne ambalo ni katika vitu vinavyobatilisha swaumu ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na maimamu kumi na mbili walioachwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwazulia uongo hawa ni katika vitu ambavyo vinafunguza saumu. Nini maana ya kuwazulia uongo? Yaani kusema Mungu amesema, ili hali hakusema. Kusema Mtume amesema, ili hali Mtume hakusema kusema Imamu Ali amesema, au Imamu Hussein au Imamu Jafaru Sadiq au imamu mwingine yeyote yule, kusema kwamba amesema ile hali unajua kwamba imamu hakusema. Na hapa, ndugu zangu, nataka tuwe na tahadhari sana kwenye vikao vyetu sisi vya umo mitaani. Utakuta watu wamekaa maskani, na mtu anaswaumu yake, tena katika mazingira ya kawaida, kwamba hata Mungu mwenyewe asema bwana, lile jambo ambalo anakwenda kulisema Mungu hakulisema kabisa, lakini kwa sababu ataka kuvutia upande wake na kunogesha labda stori yake, atakwambia hata Mungu mwenyewe asema bwana, hata Mtume mwenyewe asema bwana. Yaani ni maneno ya kwetu sisi yamekuwa ni maneno ya kawaida mno, ndugu zangu, kumzulia uongo hapa. Nataka tueleweke, kusema uongo ni mbali, wewe mwenyewe ukawa wadanganya watu ni mbali, ni haramu katika mambo ambayo ni makubwa sana, al-kidhbu ni mbali, lakini kusema uongo hakufunguzi somu. Wewe mwenyewe ukawa wadanganya watu, wewe mwenyewe ukisema wewe ni umejenga maghorofa mia moja wakati hukujenga, ukisema wewe labda, yani vyovyote utakavyosema, lakini itakuwa ni haramu, na isijulikane kwamba kusema uongo kutahalalishwa. Hapana, kutabakia kuwa ni haramu. Shida hapa ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na mtume na maimamu Hili jambo linapelekea kufunguza swaumu, na nimefafanua nini maana ya kuzua uongo, yaani kusema mtume kasema, hali ya kuwa wajua kwamba mtume hakusema. Lakini kwa mujibu wa malezo maelezo ya Sayyid Sistani, mungu amuhifadhi na amlinde, anasema na bora zaidi, bora zaidi kuwakutanisha katika hukumu hii, kuwaunganisha, kuwajumuisha katika hukumu hii mitume wote wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, katika hukumu hii ni vizuri zaidi kuwajumuisha mitume wote. Kwa hiyo kuwazulia mitume wote ni vizuri zaidi kuwajumuisha mitume katika hukumu hii, sio kasema wana Nabii Isa alisema mwenyewe kadha kadha kadha, hali ya kuwa Nabii Isa alayhi salamu hakusema. Kwa hivyo hilo ni jambo la nne katika mambo ambayo yanafunguza swaumu. Jambo la tano ni kuzamisha kichwa kamili katika maji, kupiga mbizi kwa kuzamisha kichwa kamili katika maji, sawasawa maji yale yawe ni mengi au yawe ni machache, almuhimu na almuradi umezamisha kichwa kamili katika maji, swaumu yako imebatilika. Hii ni ndugu zangu ni wazindue wale ambao kazi zao ni baharini au ziwani au wale labda wanaopenda kuogelea. Ogelea vyovyote utakavyoweza, lakini kuzamisha kichwa kamili katika maji ni katika jambo linalofunguza. Ikaelezwa kuwa kama kutakuwa kuzamisha huku hata kukiwa kiwiliwili kiko nje ya maji kichwa pekee ndo kikawa kiko ndani ya maji kimezama, kitendo hicho moja kwa moja kimepelekea kimepelekea kubatilisha swaumu. Lakini inaondolewa katika mambo haya, katika mambo haya inaondolewa kuoga. Kwa mfano mtu kuoga, yeye mwenyewe tu akiamua kuoga, iwe ni kwenye bomba la, la, la juu au ni kwa ndoo akapeleka maji kichwani, hilo halifunguzi swaumu. Tuelewane vizuri, kitu pekee kitakachofunguza swaumu ni kuzamisha kichwa katika maji, sio kuoga wala sio kutumia bomba la mvua lile, wala sio kupigwa ni mvua, ukawa mvua yanyesha wewe ukapigwa na mvua. Hapana, hivyo havitofunguza swaumu, bali kinachokusudiwa hapa ni kuzamisha kichwa kamili katika maji. Twende kwenye jambo la sita, katika mambo yanayofunguza swaumu. Katika mambo yanayofunguza swaumu ni kukusudia kuingiza vumbi zito au moshi mzito katika koo. Kukusudia kuingiza vumbi zito au moshi mzito katika koo, hili linafunguza swaumu. Hapa mlengwa mkubwa wa kwanza ambaye aweza kuwa swaumu yake imeharibika ni mvutaji wa sigara. Kwa hiyo kuvuta sigara ni katika vitu ambavyo vinafunguza swaumu, kwa sababu unapeleka moshi mzito kwa makusudi katika koo. Kwa hiyo kupeleka vumbi zito au moshi mzito kwa makusudi katika koo kunapelekea kufunguza swaumu. jambo la nane Jambo la saba, hili ilikuwa ni jambo la sita. Jambo la saba ni kukusudia kubakia na janaba mpaka alfajiri. Ndugu zangu, kwenye kipengele hiki tuwe makini sana. Na kipengele hiki kuna tofauti kati ya maulamaa, lakini iliyo sahihi na inayoingia akilini, kuamka na janaba kwa maksudi, kukusudia kubakia na janaba mpaka alfajiri ikachomoza, wewe hujaoga, tambua kwamba swaumu hiyo siku hiyo huna. Lakini kwa hukumu gani? Kwa hukumu ya kwamba iwe ni kwa mtu ambaye ameamka na, na janaba kwa maksudi, baada ya kuzinduka mara mbili usiku. Amelala akazinduka mara mbili na hakuoga zote mbili. Sasa umelala wewe baada ya kula kile chakula cha usiku, sio daku, sio chakula, ni jambo la ndoa. Umeshamaliza tendo la ndoa vizuri sana, ukaamua kwamba najipumzisha. Tabaan ukajipumzisha, umelala usiku ukazinduka mara ya kwanza ukiangalia saa, labda ni saa nane. Ukasema bado saa hizi mapema, wacha nilale. Ukalala wewe ukilala ukiamka tena ukaona kwamba labda ni saa kumi ukasema bado ni saa moja, hebu nilale. Ukija ukilala tena ukiamka ni alfajiri, kumekucha, swaumu hiyo huna. Kwa hivyo hii ni suala la kukusudia. Ukifanya hivi, maana yake umekusudia kuamka na janaba kwa makusudi, swaumu yako itakuwa imebatilika. Vipi kwa mtu ambaye hatozinduka mara mbili? Naam, yupo ambaye hata kama hatozinduka mara mbili swaumu yake itabatilika. Yupo katika hukumu ya watu ambao wamekusudia kubakia na janaba. Yule ambaye hajazinduka mara mbili lakini swaumu yake imebatilika ni yupi? Ni yule mtu ambaye katika maumbile na tabia yake anajijua vema kwamba akilala kalala. Mtu huyu anajua wazi kwamba yeye akilala amelala. Wanadamu tunatofautiana, ndugu zangu, pengine yupo mtu wa namna hiyo, ajua mimi nikiuangusha hapa ni jogoo. Sasa mtu wa dizaini hii ambaye anajijua na ni kawaida yake kwamba labda akiamka ni bahati mbaya, lakini kawaida yake ni kutoamka. Sasa mtu wa dizaini hii akaamua kulala, akalala akasema kwamba nitaamka na ajua kwamba maumbile na kawaida yake haamki. Mtu huyu akalala na akapitiliza, hata kama hajaamka mara mbili, mtu huyo akiamka na janaba, basi swaumu yake itakuwa imeharibika. Twende kwenye jambo la nane. Jambo la nane ni kujitoa manii kwa makusudi, kwa kufanya kitendo ambacho kinapelekea kutokwa na manii. Sina lugha nyepesi hili lakini, kujitoa manii kwa mkono, lugha ambayo yaweza kuwa ni nyepesi, kwa sababu jambo linaenda kwenye jamii na ni la kielimu. Lugha ambayo itakuwa ni nyepesi ni lugha ya kigeni. Kwa Kiarabu imeitwa al-istimnaa, kwa Kiingereza imeitwa masturbation. Hili lugha ya Kiswahili naomba ni, ni, ni maadhuru nayo, kwa sababu jambo hili linaenda kwenye jamii, lakini nimeshaeleweka. Kwa hiyo, moja katika mambo ambayo yanapelekea kufunguza saumu ni kujitoa manii kwa makusudi kwa njia yoyote ile, ima iwe ni njia ya masturbation ukajitoa manii, au iwe ni njia ya mulaaba, yaani maana yake kucheza mtu na mkewe. Taban ieleweke mtu na mkewe kucheza ndani ya mchana wa Ramadhani si haramu, kukumbatiana si haramu, kushikana si haramu, lakini kama mtu anajijua akifanya mambo hayo anatokwa na manii na akafanya, mtu huyo atakuwa amekusudia kujitoa manii kwa makusudi. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kwa kutumia mkono, ambayo imeelezwa ni al istimna au masturbation, ni katika vitu vinavyofunguza swaumu. Njia ya pili ni wale wanandoa wawili walioamua kuchezeana tu wenyewe, hali ya kuwa wanajua kwamba wakifanya hivyo watatokwa na manii, au inajulikana kwa kawaida kitendo hiki kinatoka, kinasababisha kutokwa na manii. Kuna vitu viwili ima kitendo hichi kinasababisha mtu atoke na manii akikifanya, au mtu anajijua kitendo hiki kwa kawaida hakisababishi, lakini yeye akifanyiwa kina kinasababisha, pengine akishikwa sikio, yeye kwa maumbile yake akishikwa sikio anatokwa na manii ehe, mtu huyu ikatokea anacheza na, na mkee akashikwa sikio na ajijua kwamba akishikwa sikio kwa kawaida anatokwa na manii, mtu huyu maana yake amekusudia ya kujitoa manii kwa makusudi. Kwa hiyo mtu huyo somu yake itakuwa imebatilika. Hili ni jambo la nane. Twende kwenye jambo la tisa. Jambo la tisa ni kupiga bomba kwa dawa ya maji, kupiga bomba kwa dawa ya maji. Naomba nilieleze vizuri, lieleweke. Sasa hivi dawa hizi katika mikoa mingi hazipo, lakini ukienda mikoa kama Kigoma unaweza ukakutana nazo, zipo. Kupiga bomba kwa dawa ya maji ni mtu mwenye shida ya tumbo. Wazee wa zamani walikuwa na hizi dawa. Mtu mwenye tatizo la tumbo, labda pengine hapati choo au mafuta yamejaa tumboni, kwa namna yote ile, kuna makopo ambayo wanachukua na kuweka maji ndani yake, wanaweka dawa, alafu kuna mpira ule, mpira unaingia, unaingizwa kwenye njia ya haja kubwa, kisha unasukuma yale maji, yanakwenda tumboni kutengeneza vizuri. Yakishaenda tumboni yale maji, saa hiyo hiyo mtu anakwenda anakwenda chooni kutoa haja kubwa, kwa namna ambayo atatoa uchafu mwingi sana, wote uchafu uliokuwepo tumboni, mafuta vyote vitatoka, na kama mtu alikuwa hapati choo atapata choo siku hiyo. Sasa hii ni dawa, ni moja katika matibabu yaliyokuwepo zamani. Sasa hivi ameondoka katika sehemu nyingi sana, kwa namna ambayo wengine ukiwaeleza kupiga bomba mtu hajui ni nini, anashangaa tu, kupiga bomba ni nini nini. Lakini hapa umejua nini maana ya kupiga bomba. Sasa kupiga bomba kupitia njia dawa ya maji hiyo ni katika vitu ambavyo vitafunguza swaumu. Kwa wale ambao watataka kupiga bomba kwa, kwa ajili ya kutengeneza tumbo, yani atafute dawa kavu, ile ni ya unga au ni miti, yani hiyo ni dawa ya unga, akiitia kwenye kopo lake, kisha akaingiza kupitia njia ya haja kubwa, na akafanya kupushi, ile dawa ya unga kenda ikiingia tumboni, kisha akateremsha vya kuteremsha, swaumu yake itakuwa ni sahihi. Lakini dawa ambayo ni ya maji kwa kutumia kwa kupiga bomba ni katika vitu ambavyo vinafunguza saumu. Jambo la kumi, ambalo ni jambo la mwisho katika mambo yanayofunguza saumu, ni kukusudia kujitapisha. Na kukusudia kujitapisha hata ikiwa ni kwa dharura ya tiba au mfano wake, ikiwa Iki, aa ikiwa ni kwa dharura ya tiba au mfano wake, hakuna mushkeli. Yaani ikiwa ni kwa dharura ya tiba au mfano wake, yaani kwa mfano mtu amesahau, hakuna mushkeli. Kukusudia hapa, ndo nataka nieleweke vizuri, kukusudia kujitapisha bila sababu yoyote, labda pengine tu mtu akaona nimekula daku saa kumi, sasa nimeshiba sana, nifanyeje? Amue kujitapisha akaingiza vidole vikafika mpaka kwenye koo, hatimaye ule msukumo wa kwenye tumbo ukaja akatapika. Mtu huyu amekusudia kujitapisha na hana dharura ya kimatibabu, hapa ameamua tu, basi ajue kwamba kukusudia kujitapisha ni katika vitu vinavyofunguza saumu. Kama itatokea mtu ana maradhi, amefunga na hakuna namna nyingine yoyote ile ya kumsaidia maradhi yake, isipokuwa ni kujitapisha au kutapishwa basi jambo hilo litakuwa halipelekei kufungua swaumu. Kwa hiyo ina inaruhusiwa mtu kujitapisha. Naomba nifafanue mambo hapa ambayo yanatutokea kwenye Ramadhani tukiwa tumefunga, yanatutokea kwa sababu ya kula daku, pengine umekula sana au umekula usiku, umekula kuchelewa, imeunganishwa kwenye swala hili la kujitapisha. Lakini tuchukue kwanza swala ambalo ni ni swala ambalo ni, ni nukta ya msingi kukusudia kujitapisha ni katika vitu vinavyofunguza swaumu. Sasa tuende kwenye mambo ambayo yanabebwa na hilo swala la kujikusudia kujitapisha. Inajuzu kubeua au kucheua kwa mtu aliyefunga hata kama atakuwa ata ana ihtimali kwamba akicheua kutatoka vitu katika chakula au katika maji. Lakini jambo la la la la kujitoa shakani zaidi ni mtu aache akiwa na yakini kwamba kutatoka vitu. Kule kucheua kule kubeua kule hakuna mushkeli kwa mtu aliyefunga. Lakini sasa, kama kukitoka kitu baada ya kucheua, kisha kitu kile akakiteremsha pasi na khiari, yani akakimeza pasi na khiari. Unajua ukiteuka ile, pengine kukatoka kitu, chakula ulichokula, umeamua kuteuka au kubeua, ndio lugha yaweza kuwa nyepesi. Sasa umebeua mbaya kukatoka kitu kisha kile kilichotoka ukakimeza bila khiari, swaumu yako itakuwaje? Imebatilika ime au swaumu ipo? Fatwa zinasema kwamba kama mtu atakuwa ameteremsha kisha at, akateremsha pasi na khiari yake, akameza pasi na khiari yake, swaumu yake haitokuwa ni yenye kubatilika. Lakini kama itakuwa imefika, kimefika mdomoni yaani imefika kabisa mdomoni, umecheua kitu kikafika kabisa mdomoni, kisha akakusudia akameza, yani imeshafika katika mdomo wake, akameza kwa hiari yake, swaumu yake imebatilika, na mtu huyu atalazimika kulipa kafara ya mtu alifungua makusudi. Umeamua kucheua wewe, sawa, umekula sana, labda vyakula vimekuwa, umecheua, kile ulicho kicheua kama kitakwenda bila hiari yako, umejikuta tule kucheua ushameza, swaumu ipo lakini umecheua, kimefika mdomoni kwa hiari yako, ukaamua usiteme, ukarudishia hiyo, saumu imebatilika ni sawasawa na mtu aliyekusudia kujitapisha. Ndugu zangu, yale mambo ambayo tuje kwenye mambo haya, mambo kumi haya tuliyoyasikia hapa pekee ndiyo mambo yanayofunguza swaumu. Ndugu zangu, mambo haya kumi peke yake ndiyo mambo yanayofunguza saumu. Hapa haujasikia yale masuala ambayo yazungumzwa mitaani, labda kujichokoa sikio kwafunguza swaumu? Hapana. Kulia ukaambiwa, kuna watu waambiwa pia kulia kwafunguza swaumu? Hapana. Mambo yanayofunguza saumu yamewekewa frame kabisa, ni mambo kumi na yameelezwa vizuri. Kuna mambo ambayo yanadhaniwa na wengine wakiamini kuwa ni katika mambo yanayofunguza saumu inasemwa kwamba si katika vitu vinavyofunguza somu, si katika vitu vinavyofunguza somu kama kumbusu pete au kutia pete mdomoni au kuimumucha, eh, ku, ku, ku, labda kuimumucha hivyo, sio katika kufunguza somu, au kumtafunia mtoto chakula mtoto mchanga bila kumeza, hiyo sio katika kufunguza somu. Labda anatakiwa umtafunie kwa meno ya mbele haya au kwa magego umtafunie, kisha umlishe, ikitokea hali hiyo na huja meza, sio katika vinavyofunguza swaumu. Kuonja mchuzi na vinginevyo, lakini isiwe imefika kwenye koo, si katika vifunguza swaumu. Wakina mama wanapata tabu sana kwenye funga zao kwa kutokujua baadhi ya masala. E, mtu anapika chakula, pengine kinakuja kina chumvi nyingi, au hakina chumvi, hakina chumvi kabisa unapoteza ladha ya chakula kwa kutokujua eh, hukumu za kisheria. Kwa hiyo kuonja kama kuonja kule haitoteremka kupita kwenye koo, yaani unaonja kwa kiganja chako kwa ulimi, kisha utatema, ushajua ladha, hapa chumvi ipo, ukatema. Kwa hiyo kuonja mchuzi kwa namna ambayo haitopita haitopita kwenye koo, basi jambo hilo halitofunguza halitofunguza somu au kama itapita pasi na khiari yako, pia jambo hilo halitofunguza swaumu. Au kama uta, ita, utameza kwa kusahau, umeamua uonje tu ili uteme kisha ukasahau ukameza, pia jambo hilo halitofunguza halito swaumu. Ama ikipita kwa kusudia, umeonja kisha ikapita kwa kusudia, basi funga yako itakuwa imebatilika. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo yanafunguza swaumu. inshaallah komea hapa. Katika darsa zinazofuata tutakuja kwenye mambo ambayo ni mazuri katika funga na mambo ambayo ni makuruhu hayafai kuyafanya kwa mtu aliyefunga. Nasalu llaha tabarak wa taala an yuwafikana fi ma yuhibuhu wa yardahu wa huwa waliyu tawfiqi wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.